Maendeleo yanayofanywa na serikali ya awamu ya sita yamewafikisha hapa wananchi wa kijiji cha Sibwesa wilayani Tanganyika mkoani Katavi kwa sasa darasa moja wanakaa wanafunzi 200 250. kwa hiyo kufuatia mradi huu wanafunzi watakuja mpaka 40 au 50. Serikali imetendwa kwa wakati, na Desemba 30 2025, mradi huu unatarajiwa kukamilika. Tayari ujenzi umeanza, na Mkuu wa Mkoa Katavi mheshimiwa Mwanamvua Mrindoko amezindua rasmi ujenzi wa shule ya msingi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mradi huu utagharimu milioni 342 na laki 9 kwa ajili ya ujenzi wa shule ya mpya ya msingi Sibwesa na usimamizi wa mradi ikiwa ni, ni ujenzi wa vyumba sita vya madarasa kwa gharama ya Tanzania shilingi milioni 156. Ujenzi wa matundu 12 ya vyoo kwa gharama ya Tanzania shilingi milioni 26 na laki 4, madarasa ya mfumo wa elimu ya awali madarasa mawili matundu sita ya vyoo kwa gharama ya milioni sabini na moja na laki nane jengo la utawala litalogharimu milioni themanini na kichomea taka kitachogharimu Tanzania shilingi milioni tano na laki saba na kiasi cha Tanzania shilingi milioni tatu ni kwa ajili ya usimamizi wa shule. Muda wa utekelezaji wa mradi kwa kuzingatia mpango kazi, mradi ulitakiwa kuanza tarehe moja mwezi wa saba na kukamilika tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hatua za utekelezaji wa mradi, kazi za mafundi zilianza rasmi tarehe tano 5 mwezi wa tisa, na kazi zilizofanyika na kukamilika hadi sasa ni kusafisha eneo la ujenzi, uchimbaji wa msingi na kumwaga zege chini ya msingi, na hatua zingine zinaendelea. Hii ni miongoni mwa mikakati ya serikali ya kuhakikisha kuwa kila mwananchi anapata huduma bora ya elimu karibu na kwa wakati. Leo kuungana na nyie katika kukagua mradi huu wa shule mpya ya msingi, lakini sio kukagua tu na kuzindua ujenzi ambao ulikuwa umeshaanza kidogo. E, tumefanya kazi kwa pamoja hapa inayoashiria kwamba sasa mna ari kubwa na mnahamu ya kuhakikisha mradi huu unakamilika na unawanufaisha. Hongereni sana kwa kupata tena mradi huu, lakini jambo la kwanza kwenye mradi huu, jambo la kwanza kwenye mradi huu Mheshimiwa mkuu wa wilaya, hakikisha mnasimamia kikamilifu mradi ukamilike kwa wakati e, kabla ya tarehe 31 ya mwezi wa 12 mwaka huu, mradi huu unatakiwa uwe umekamilika, na iwe hivyo ukamilike, ili itakapofika Januari mradi huu uanze kutoa huduma kwa watoto wetu, vijana wetu wa hapa Sibwesa. Sibwesa oe, oe! Lakini jambo la pili, ndugu zangu, elimu ni ufunguo wa maisha, na kwa dunia ya sasa ilivyo, watoto wetu, wa jukuu zetu, hawataweza kuishi maisha mazuri kama hawatapata elimu, na ndio maana serikali imeamua kuwekeza sana katika elimu na katika mitaala hii iliyobadilika, na ndiyo maana shule hizi zinaongezwa kuhakikisha kwamba zinaendana na mtaala mpya wa sasa hivi naamini elimu imetolewa kwenu kuona kwamba watoto wetu wakifika darasa la sita watakuwa wanaunganisha mpaka kidato cha nne hapo vipi tanzania hoye Oe. kwa hiyo jambo la kwanza katika hili kwa hiyo niwaombe sana watoto wote <coughs> wenye umri wa kuanza masomo tusiwakute nyumbani na badala yake wapelekwe kwenye shule najua msimu wa uandikishaji muda si mrefu utaanza uandikishaji wa darasa la awali uandikishaji wa darasa la kwanza lakini na usajili wa wanafunzi watakaokuwa wamefaulu katika mtihani wa darasa la saba kwenda sekondari. Ni waombe sana Wanasibwesa, hakikisha kama una mtoto au una mtoto unayemlea, una mjukuu, una binamu, una nani, watoto wote wenye umri wa kwenda shule kuanzia miaka minne wakaandikishwe waanze masomo. Hakuna kikwazo, miundombinu ipo tayari na ipo karibu kwa ajili ya kupokea watoto hao. Changamoto sasa bye, bye. Serikali imeahidi na imetekeleza kwa wakati kufungua shule hii, msongamano utapungua kwa kiasi kubwa sana. Kwa sasa darasa moja wanakaa wanafunzi 200, 250. Kwa hiyo, kufuatia mradi huu wanafunzi watakuja mpaka 40 au 50. Tunashukuru sana kwa mradi huu mliotuletea. Changamoto tunazozipata kwanza, watoto walikuwa wanatoka mbali, kwa sasa hizo watoto watafttufanyika kutoka hapa shuleni karibu. Changamoto nyingi zilikopo ndio hizo unasema. Asante mama Samia kutuletea mradi huu hapa.